Kwa siku ya watakatifu wote, ndugu msikilizaji wa Radio Maria Kenya Nairobi, sauti ya mama yetu wa mbinguni. Leo tarehe moja Novemba Kanisa Katoliki duniani kote linaadhimisha siku ya watakatifu wote, siku ya upendo, matumaini na kumbukumbu. Ni siku tunayoelekeza mioyo yetu kwa wale wote waliotutangulia katika safari ya maisha haya, wazazi wetu, ndugu, marafiki, viongozi wa kiroho na waamini wote waliolala katika imani ya Kristo. Siku ya Watakatifu Wote ni wito wa kuenzi kumbukumbu kumbu ya wale wanaosubiri utukufu wa uzima wa milele tunawakumbuka kwa upendo, tukiamini kwamba kifo si mwisho wa maisha bali ni daraja la kuingia katika uzima wa Mungu kili, kili chufike, mbinguni Maneno ya Yesu Kristo katika sehemu ya Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane sura ya 11 aya ya 25 yanatupa faraja kuu: mimi ndimi ufufuo na uzima, yeye aniaminiye mimi ajapokufa ataishi. Hii ni ahadi ya uzima wa milele ahadi kwamba wale tuliowapenda waliotutangulia katika safari ya dunia wako salama mikononi mwa Mungu mwenye huruma. Katika siku hii, waamini hukusanyika makanisani kwa misa takatifu, hushika mishumaa na kuombea roho za wapendwa wao. Tunamwomba Mwenyezi Mungu awarehemu wale ambao bado wako katika hali ya utakaso ili waone uso wa Mungu kwa utukufu. Vishinde, eh. Kadhalika, siku hii inatukumbusha sisi tulio hai kuwa bado tuko katika njia ya utakatifu. Tunaitwa kuishi kwa upendo, kusameheana na kutenda mema, tukijiandaa kukutana na Mungu siku moja. Mpendwa msikilizaji, Unapowasha mshumaa leo au kutembelea kaburi la mpendwa wako, kumbuka kwamba upendo wa Mungu hauna mwisho. Wale tuliowapenda bado wako nasi katika roho, wakituombea na kututakia yaliyo mema. Tukumbuke daima, uzima haupotei, bali hubadilishwa tu. Katika utume wetu, utume wa uimbaji, tuombe. Ee Mungu, Mungu wa milele na mwingi wa rehema, leo tunakuletea roho za ndugu zetu wote waliotutangulia katika imani. Wapokee katika makao ya amani na mwanga wa milele, uwasamehe dhambi zao na uwapumzishe katika utulivu wa ufalme wako mbinguni. Na sisi tuliobaki duniani tujalie neema ya kuishi kwa imani, tumaini na upendo ili tutakapoitwa tuungane nao katika furaha isiyo na mwisho. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, amina. Nam, mpenzi msikilizaji, haya yamekuwa makala maalum kutoka katika meza ya makala maalum hapa Radio Maria Kenya, Nairobi, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, ama ukipenda parokia hewani. Umekuwa nami Shamba wa shamba msomaji na mtayarishaji wa makala haya maalum katika Redio Maria Kenya Nairobi. Tuendelee kusikiliza Redio Maria, maana hapa utayapata yaliyo mengi tu kuhusu siku ya watakatifu, siku ya marehemu wote na siku ya Kristo Mfalme, pamoja na makala mengine mengi tu. Naendelea kusherehekea siku hii takatifu ya watakatifu wote duniani watakatifu wote walioko mbinguni waendelee kutuombea sisi. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina.